Asubuhi kipambazuka na utukufu wa Mwenyezi Mungu ukionekana wazi, mawimbi na upepo wa bahari, sauti za ndege juu ya miti zikisikika, na harufu ya mawardi na asumini zikinukia kwa mbali. Katika mitaa mingi hapa Zanzibar, jina la Maalim Juma Alei lilikuwa tayari limepiga kwata na limejipandikiza mioyoni mwa watu wengi likiwa tayari jina linalotambuliwa na wengi. Alipigiwa kelele huku na kule, na si kwa ubaya, ila kwa umaarufu na heshima aliyokuwa nayo wakati huo Zanzibar ikiwa bado ikijifunza kuishi kati ya mila za zamani na upepo wa dunia mpya, mnamo Agosti 14 mwaka 1915 katika kijiji cha Fuoni alizaliwa Juma Alei, akiwa mtoto wa kwanza kuzaliwa kati ya watoto sita wa Bwana Alei Juma na Bi Hamisa binti Ahmed. Katika utoto wake alionekana tofauti kidogo na wenzake. Juma Aley alionekana kuwa na akili ya kutafakari, moyo wa nidhamu, na kiu ya maarifa ambayo si tu kwa kujifunza, bali kufunza na wengine. Mazingira maisha yake ni yenye heshima, kazi na imani, ambapo elimu haikuwa anasa bali wajibu kama desturi ya Wazanzibari wengi wakati huo. Safari yake ya elimu ilimchukua kutoka Zanzibar hadi London, katika chuo cha Cambridge kwa miaka miwili. Akiwa masomoni moyo na mapenzi yake kwa nchi yake hayakujificha, na aliporejea nyumbani, hakurudi kama mtu aliyeona dunia tu, bali kama mtu aliyekuja kuionesha nchi yake kwa vitendo kile alichojifunza ughaibuni. Katika Chuo cha Ualimu Beitras miaka 1940, jina lilitajwa kwa heshima na sauti ya matumaini. Maalim Juma Aley, Maalim kwake si kwa jina pekee, bali kwa vitendo. Alifundisha walimu, aliunda mifumo na akaitengeneza misingi ya elimu ambayo iligusa vizazi na vizazi hadi leo. Maalim Juma Alei hakuishia darasani tu, alisimama pia kwa ajili ya haki za wafanyakazi. Maalim Juma Alei hakuishia darasani pekee, alisimama pia kwa ajili ya haki za wafanyakazi, akawa Rais wa Zanzibar Non-European Civil Service Association. Akachangia katika Tume ya Mishahara ya Holmes ya 1948. Alijua kuwa elimu bila haki ni nusu ya maendeleo. Wakati wa harakati za uhuru, alibeba sauti ya visiwa hadi Lancaster House, 1962. Katika harakati za uhuru wa Zanzibar, wakati huo akiwa waziri wa fedha wa Zanzibar. Aliporudi masomoni mwaka mmoja baadaye, kukafanyika mapinduzi Januari 12, 1964. Siku za giza zikaanza, hofu, wasiwasi na kila mmoja hajui hatima yake. Mnamo Januari kumi na tatu, wakati huo, siku moja baada ya mapinduzi, Maalim Juma alikamatwa, akachukuliwa yeye na Ali Muhsin Barwan na Maulidi Mshangama wakapelekwa moja kwa moja katika gereza la Maweni, Tanga wakakaa miaka mitano. Baadaye wakahamishiwa katika gereza la Ukonga jijini Dar es Salaam. Mwishoni mwa mwaka elfu moja mia tisa na sitini na tisa, maalim juma akiwa gerezani akisoma na kusali kama kawaida, yeye na wenzake. Ishara matumaini ikamjia siku moja, akiwa chumbani kwake alioteshwa aondoke, alipolala ajitoharishe, aweke udhu na asali na kusoma Qurani tukufu usiku kucha na kupata ishara ya maoni mwake kwamba siku ya kuondoka imewadia. Mapema asubuhi, Maalim Juma alifunga nguo zake akiwa na shauku ya kutoka na akasafisha chumbani kwake. Askari wa magereza alipoingia ndani alishangazwa kuona hali ilivyo na kumuuliza vipi? Maalim Juma alijibu, leo naondoka hapa. Askari akashangaa na kumwona kama ni mtu aliyechanganyikiwa kwa kuwa ameshakaa miaka mingi gerezani na sasa anataka kwenda nyumbani na hivyo aliamua kumpuuza na kuendelea na shughuli zake majira asubuhi jua likaanza kutoka kunapokewa ujumbe mzito ukiongozwa na Ali Hassan Mwinyi aliyekuwa waziri wa mambo ya ndani na kamishna mkuu wa magereza mzee Idrisa na walipofika gerezani, wakataka kujua hali za watu hao. Mkuu wa magereza akajibu, wapo vizuri, lakini tumeshangazwa na mtu mmoja, amefunga mizigo yake leo. Mzee Mwinyi akashtuka kidogo na kutoa sauti ya mshangao, kajuaje? Na hapo ndipo walipoitwa wote nje. Maalim Juma bila kutoa salamu alimuuliza Mzee Mwinyi, umekuja kunitoa? Mzee Mwinyi akajibu, umejuaje? naye Malim Juma akajibu kwa Kiingereza, long story behind the scene. Hapo tena walikumbatiana na Mzee Mwinyi na kisha alimusi na Mzee Mshangama kwa furaha na vicheko, huku wakifuta machozi ya furaha baada ya kutolewa gereza la Ukonga wote walipelekwa uwanja wa ndege na kurejeshwa Unguja, na alipofika Unguja wakazungushwa mji mzima kama ilivyo kawaida kwa waliotolewa magerezani, na kisha kurejeshwa tena Dar es Salaam, na kuanzia hapo wakaambiwa kwamba wapo huru. Maalim Juma alifikia Zanzibar hoteli na baadaye akenda Dodoma kwa ndugu yake Ahmed Aley, hakurudi tena Zanzibar kwa wakati huo. Hakuwa mtu wa makeke bali alikuwa ni mtu mwenye kujenga hoja. Baadaye Mwalimu Nyerere alimteua kufanya kazi msimamizi wa mirathi mkoa wa Tanga mwaka 1974 hadi mwaka 1983, alitumikia taifa kwa utulivu na uaminifu. Katika ziara za mkoa wa Tanga, Abud Jumbe Mwinyi alipotembelea maeneo ya Korogwe, akamkuta Maalimu Juma Aley, na hapo ndipo alipowasiliana na Mwalimu Nyerere ili wamhamishe Korogwe na kumhamishia ofisi za Tanga mjini na kuendelea na kazi zake. Baada ya hapo alifanya kazi chini ya mkuu wa mkoa ukiongozwa na Kingunge Ngombalo Mwiru hadi mwaka 1983. Mwaka mmoja baadaye 1984, kampuni ya Sumaia Group ilimwajiri kama ni mhasibu mkuu wa kampuni hiyo, na alifanya kazi hadi mwaka 1992 na kurejea Unguja. Aliporudi Unguja alikaa kwenye nyumba iliyojengwa na mwanafunzi wake Himidi Ghailani, kwa sasa ni marehemu, iliyopo eneo la Kilimani karibu na nyumba ya Profesa Idrisa. Katika anga za michezo, Maalim Juma Alei hakuwa nyuma hata kidogo, na watu hawawezi kusahau uwanja wa cricket, Mnazi Mmoja kila alomtazama alishuhudia kipaji alichotembea nacho, akiwa amevaa nguo zake nadhifu, akitembea kwa hatua za heshima, aliongoza timu ya Zanzibar kama kwamba anaongoza nchi. Kwa hakika aliweka historia. Mwaka huo wa 1956 hautosahauliwa, alipoongoza Wazanzibari kuwakabili wageni kutoka Pakistan. Mji Mkongwe ulisisimka kwa mayowe na kwa makofi. Hapo cricket haikuwa tena mchezo wa watu fulani, kama ilivyofikiriwa kuwa ni ya wenye asili ya Kihindi tu ilikuwa ni fahari kwa Zanzibar. Kwenye harakati za kisiasa, Mwalimu Juma Aley alikuwa prominent member wa chama cha Hizbu ZNP na alishiriki kikamilifu harakati za kugombania uhuru. Katika uchaguzi wa 1961 na 1963 aligombania jimbo la Nungwi kwa tiketi ya ZNP na kushinda mara zote. Pia alikuwa waziri wa fedha katika serikali huru ya Zanzibar chini ya Waziri Mkuu Sheikh Mohamed Shamte. Nyumbani kwake, Maalim Juma Aley alikuwa baba kabla ya kuwa chochote. Alasiri, baada ya sala alasiri, familia ilikusanyika kwenye baraza ya ghorofa. Chai ilimiminwa, maneno ya hekima yakitolewa kinywani mwake na wageni wakikaribishwa. Hapo ndipo alipopenda kusoma kuandika na kufundisha kwa upole na kwa mifano. Porojo hazikuwa na nafasi nyumbani kwake, bali nyumba yake ilikuwa chuo na skuli ya nidhamu na adabu. Aliandika kitabu In the Context Enduring Links na vingine tele akiiweka Zanzibar ndani ya mkondo wa historia ya Bahari ya Hindi akionyesha kama kitovu cha ustaarabu biashara na tamaduni alijua kuwa historia si hadithi ya jana tu bali ramani ya kesho siku zake za mwisho za uhai zilikuwa tulivu sana Kabla kufariki alipata bahati ya kuaga rafiki zake na wanawe kwa macho yaliyojaa upendo na amani, kama anavyoeleza hapa mwanawe anaitwa Abdallah Juma Aley, umaarufu Abdul. Wakati juma, uh, mimi mtoto Maalim Juma Aley, marehemu Maalim Juma Aley, na hapa tuko kwake maeneo ya Kilimani. E, namkumbuka babangu, Mungu amrehemu amlaze mahala pema. Tangu baada ya kutoka kizuizini mwaka sabini na nne e, na mpaka mauti alipomkuta, yeye alikuwa ni mtu mwema mkarimu sana, ni mtu mwenye imani sana. Na fariki kwake, mimi nilikuwa nikifatana naye karibu kila siku asubuhi saa mbili, nakuja hapa na tunaenezetu sokoni. Na wiki kabla alikuwa akiwaaga rafiki zake aliokuwa nao zamani, akikutana nao anawaaga kwa watu wazima, kama si leo kesho. Na watu wawili wa mwisho alioenda kuaga ni yani baba Ali akikaa Malindi, karibu ya mchina tambi, na mzee wa mwisho kabisa ni marehemu mzee Mwinyi Mpiringo akikaa Vikokotoni. Ndio watu wawili wa mwisho alioenda kuaga leo, na siku ya pili yake ndio siku ambayo amefariki hmm. Mnamo mwaka 1995 wakati harakati za uchaguzi wa mfumo wa vyama vingi kurejeshwa katikati kati ya kampeni Maalim Juma Aley alifariki dunia nyumbani kwake Kilimani na kuacha mke mmoja na watoto sita ambao wanne alizaa na Bifarashuu nao ni Latifa, Rashid, Raya na Abdul Wakati na wawili ambao alizaa na mke wake mwingine nao ni Wahida na Farida. Huzuni zilitanda kwenye msiba kuanzia nyumbani kwake na kwenye vitongoji vyote vya mji huu. Jeneza lake lilibebwa na wanaume wengi na kupelekwa msikiti namba Vikokotoni kwa Sheikh Yusuf Abdurrahman ambapo ndiye aliyeongoza sala ya maiti, na kama alivyoandika mwenyewe wakati wa uhai wake Ukweli wa historia hubaki kuwa ukweli. Hivyo ndivyo ilivyo hadithi ya Maalim Juma Aley. Jina lake halikutangazwa kwa sauti, bali lilibebwa na kumbukumbu za mateso, hofu, majonzi, furaha na matumaini, si ya mtu mmoja tu bali, si ya mtu mmoja tu bali, ya Zanzibar yenyewe. Hiyo ndiyo fahari ya Zanzibar. Makala hii imetayarishwa na Farid Fazaj na Salma Said. Ahsante.